Aleluya, kwa majina naitwa kuhani Winstone Mathew. Basi ni wakati mwingine, tukaweze kusikia neno la kwake Mungu wetu aliyejuu mbinguni. Kuna mambo sita ndani ya saba ambavyo Mungu wetu aliyejuu mbinguni ni chukizo kwake, yaani kwa namna nyingine havimpendezi Mungu na tunapoangalia katika mithali sura ni ile ya sita kuanzia mstari ule wa kumi na sita Mungu wetu aliye juu mbinguni ananena nasi akituambia kuna vitu sita anavyovichukia bwana naam viko saba vilivyochukizo kwake macho ya kiburi ulimi wa uongo na mikono imwagayo damu isiyo na hatia moyo uwazayo mawazo mabaya, miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina katika nguvu. Jina la mkombozi wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu apewe sifa. Haya ni mambo sita ndani ya saba ambayo ni chukizo mbele za mungu wetu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo tunatakaniwa tukaweze kuepuka mambo haya ambayo Mungu hapendezewi nacho. Mithali sura ya sita mstari ule wa kumi na sita ambao Mungu wetu ananena akisema, kuna vitu sita anavyovichukia Bwana na vipo saba vilivyochukizo kwake: Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyokuwa na hatia, moyo uwazayo mawazo mabaya, miguu iliyo nyepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, na anayepanda mbegu za fitina kati ya ndugu. Haleluya. Haya ni mambo sita ndani ya saba ambayo ni chukizo kwa Mungu wetu aliye juu mbinguni, naye Mungu anatuambia tukaweze kuyaepuka, ili tukawe wana wasiokuwa na hatia mbele zake. naitwa Kuhani Winston Mathew. Amen.